wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kweli leo nina mambo mazuri. Juzi nilizungumza Kahama, lakini nilikuwa nasubiri nikuambia hapa Geita, na leo nitajikita kwenye ukweli mtupu, na msema kweli ni mpenzi wa Mheshimiwa mgombea wa CCM, Daktari Samia Suluhu Hasan, mimi leo nazungumza kwa niaba ya wachimbaji wote nchi nzima, sio Geita peke yake. Nazungumza kwa niaba ya wachimbaji wa tanzanite, wachimbaji wa mchanga, wachimbaji wa kokoto, wachimbaji wa makaa ya mawe, wachimbaji wa, wa kifusi, wachimbaji wa chumvi, kila madini zaidi ya 250 wameniambia wameniambia watakuchagua tarehe 29 na ni kwa nini wanaenda kukuchagua cha kwanza